Ukitaka kuwinta Tanzania lazima ujue jamii zetu zinajiendeshaje. Kufanya biashara sio kuwa tu na product ama service, lazima ujue ni utamaduni gani upo kwenye jamii ambayo unaenda kutoa hiyo product ama service. So baada ya kuishi kwenye jamii zetu za Kitanzania na kuweza kufuatilia vizuri tabia ya mlaji wa mwisho ama mtumiaji wa product ama service kwenye soko letu hili la Tanzania, nimegundua vitu vitano ambavyo vina influence moja kwa moja kutoka kwenye jamii yetu kwenda kwenye biashara. Jambo la kwanza, dini. Asilimia tisini na tano ya watanzania wamejiungamanisha na masuala ya dini. Anavyofanya manunuzi ya product ama service, kitu ambacho anataka kuangalia, je, hiki kitu hakikosei dini yangu ama dhebu yangu ama imani niliyo nayo juu ya mungu wangu? Jambo la kwanza kuhakikisha ni kwamba hauendi kinyume na maadili ya imani zao hapo ndipo utaweza kuuza vizuri sokoni. Jambo la pili ni tumaini. Japokuwa na idadi yetu kubwa tuliyo nayo karibia milioni sitini kwenda sabini, watu wanaishi kwenye umaskini, lakini hawajapoteza tumaini. Ndio maana ikija biashara ambazo zinawapa matumaini ya kesho, kwa mfano biashara ya betting kwa ngua utashinda sui kunywa hii utapatisha hii sui nini utapata hii. Ndo maana ushangai kwenye zile ibada za mwisho wa mwaka makanisa yanakuwa yamejaza, kwa sababu people live in hope, that is our culture, we have the hope for tomorrow. Kitu cha tatu ni uhuru wa kiuchumi sisi. Kwenye jamii zetu za Kitanzania kuna ile hali ambayo mtu mmoja akitoboa familia nzima kila mtu bado anataka anufaike na huyu mtu mmoja. Kwa hiyo kitu wanachotafuta ni kuhakikisha wanapata uhuru wa kiuchumi ili waweze kusurvive wao pamoja na familia zao. Ukija na product ama service, namna gani ambavyo unaweza kuwasaidia hawa watu wa kuweza kupata uhuru wa kiuchumi, ina biashara itakayofanya vizuri. So ukija na biashara yoyote ambayo haizingatii hizi scenario, haziwezi kufanya vizuri sokoni kwa namna yoyote. Hii namba nne ni burudani. Watanzania wapo tayari kustopisha mambo ya maana ili wapate umbea fulani nao trendi wa mtu fulani ambaye hata umjui. Biashara zote ambazo zinahusiana na masuala ya burudani, kwa mfano muziki, filamu, comedy, kwa Tanzania, ni moja kati ya industry ambazo zinafanya vizuri na zitaendelea kufanya vizuri, kwa sababu tu nature ya jamii yetu. So kama biashara yako haitaweza kupenya kwenye hii hi industry ya burudani na ikaeka, ni ngumu sana kuendelea kuwa relevant kwa muda mrefu. Namba tano ni kiburi. Jamii zetu za Kitanzania, watu wako tayari kuendelea kuumia ama kuishi kuwa maskini wakipambana kuwaonyesha wenzao kwamba wao tayari wako wamesha kuwa successful ama wamefanikiwa. So ukija na aina ya biashara kwenye hii pride ya mtu alionayo, ni rahisi kuweza kufanya vizuri. Kama unajiuliza ni wapi uwekeze, unaanzaje kuifanyia biashara mbinu gani za market tutazitumia, namna gani ya kufanya kupata wateja wa kwanza kwenye biashara yako na kuweza kupata matokeo, Comment neno KOZI hapo chini kwenye comments. Nitakuja moja kwa moja jimu kwako na kuweza kukusaidia uanzie wapi kwenye kufanya biashara.